bidhaa zako mbalimbali ambazo mbali mba unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na Themart Supermarket piga simu namba 07759 zidi Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka uwekezaji zaidi kwenye kilimo. Agiza marc kusimamia azibana. TRC Ngorongoro asema SGR ya mizigo ni njia ya kuinua uchumi. Ndaishimie aguswa mazingira ya uwekezaji Tanzania habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika wasomi wanasiasa wakoshwa utendaji wa Samia miaka minne. Habari katika ukurasa wa tatu mabasi ya gongana ya wakamoto na kuwa 34. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu Tarura yakagua ujenzi wa barabara da yataka zikamiliki haraka. Habari katika ukurasa wa nane Bulaya hers Arafat wachomoza fomu CCM wamo pia Mchungaji Msigwa, Nyalando, Samike, aliyekuwa katibu wa rais, Kadogosa, Chongolo, Masha, Maige. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili, Jessica Magufuli yumo, Dr. Tulia achukuliwa fomu. Lakini pia habari leo limeandika mpango, migogoro ya kimataifa ifunze nchi za Afrika ushirikiano. Habari katika ukurasa wa nane ajira za uchaguzi 2025 aina kiataka waadilifu kujitokeza. Habari katika ukurasa wa ni gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gazeti la habari Tanzania pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu na gazeti mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kimewaka majimboni CCM yafungua pazia kwa mafuriko ya wagombea ubunge. Makonda rasmi ya Arusha, Jessica Magufuli, Kadogosa Nyalandu wakoleza moto, Bulaya rasmi CCM Bunda Kaboyoka atua ACT. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili habari. Picha inamonyesha Estabulaya, Chongolo, Nyalandu, Kadogosa, Jessica Magufuli, Makonda, Samike Harris pamoja na Kaboyoka. Lakini pia gazeti hili limeandika nyuma ya pazia, Kamanda Siro kupewa Kigoma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili gazeti hili limeandika Rais Samia Suluhu Hassan ametaja sababu ya kumteua mkuu wa zamani wa jeshi la polisi Simon Siro kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Siro aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Zimbabwe ameteuliwa kuongoza mkoa huo, akichukua nafasi ya Tobias Ndengenye anayekwenda kuwania ya ubunge. Katika undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne wa gazeti hili ndugu ya Rais Samia anasema, kwa hiyo tumemtoa pale, kamanda wa polisi, tunakurudisha kamanda wa polisi, lakini kamanda wewe umechanganya na ujuzi wa diplomasia nimekuona unafaa najua nimeshakutumia sana kama igp rais samia suluhu hassan undani hili wa taarifa hii katika ukurasa wa nne lakini pia gazeti hili limeandika madaktari waonye athari za kiafya ugidaji wa pombe habari katika ukurasa wa tano basi kosta za gongana za wakaboto habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tisa hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwananchi katika ukurasa wake wa mbele Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga jamii linyo habari iliyopewa kipaumbele ni ubunge CCM moto wa wa waka. Vigogo jitosa wamo pia wasanii viongozi wa michezo. Warahabari, habari habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika baadhi ya viongozi ikiwemo Paul Makonda, Dr. Tulia, Job Ndugai, Esther Bulaya, Daniel Chongolo, Engineer Harris Saide, Dr. Angelina Mabula, Masanja Karugusa, Dr. Charles Kimei pamoja na Agri Mwali. Gazeti hili limeandika Samia apisha wateule, atoa maagizo manne, habari katika ukurasa so, wa tatu. Kaboyoka ahamia ACT Wazalendo, habari katika ukurasa wa tatu. Ukura, so, watoto wa vijijini wana ubongo wenye maarifa kuliko wa mijini, habari katika ukurasa so wa nne. Maisha yalivyo huwezi kunusa harufu yako, habari katika ukurasa so wa kumi na moja. Lakini pia gazeti hili michezo limeandika Simba yajiwekea rekodi msimu huu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa so wa ishirini na nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii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 Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi linye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM yafungua pazia uchukuaji fomu sura mpya vijana watawala majimboni. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, Dr Samia marac kasimamieni amani. Habari katika ukurasa wa pili serikali kuendelea kuwapatia wananchi huduma ya nishati. Habari katika ukurasa wa tatu, gazeti hili limeandika serikali kushirikiana na wadau wa sekta ya afya. Habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Nalo gazeti Mzalendo jumapili ya leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia atoa maagizo manane, awataka marasi aliyowapisha kusimamia amani na usalama kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba amtaka bosi mpya TRC kuacha fikra za miundombinu pekee, kujikita katika biashara. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Afungua kiwanda cha mbolea Dodoma, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Makamu wa rais atoa neno mjadala Abuja, habari katika ukurasa wa tano, gazeti hili limeandika usiyojua sababu za watu kulia kwa furaha, habari katika ukurasa wa ishirini. Kunguni mdudu asiyesikia dawa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili malezi kumrekebisha mtoto anayejiona ni bora habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na moja. Lakini pia gazeti hili imeandika vikumbo vya fomu CCM, makala aonya, habari katika ukurasa wa saba. Waziri asisitiza umuhimu wa ushirikiano serikalini, habari katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Mzalendo. Na sasa tukiokea habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti linyo, habari iliyopewa kipaumbele ni hii wanabeba ni Yanga dhidi ya Singida ni Amani Complex Zanzibar, fainali ya kombe la shirikisho hii leo Jumapili saa mbili na robo usiku. Rekodi zatoa hukumu kali, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inamwonyesha kocha wa Singida, Ouma kocha wa wa Singida pamoja na kocha wa Yanga Sports Club Hamdi na vikosi vyao pamoja na mifumo wanayoitumia. Gazeti hili limeandika, striker Azam agusia ukuta bara, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili lakini pia gazeti hili imeandika mbeumo kama imeisha. Habari imeandika kwenye ukurasa wa 19 mpanzo wenzake wana wiki mbili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwana sporti, mwana sporti, likiandika FIFA Club World Cup leo Jumapili ni Inter Miami dhidi ya PSG. Mchezo unapigwa saa saba kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwana sporti, magazeti ya habari, habari za michezo na burudani Mikanoni mwangu nala gazeti Habari Leo lenyew limeandika Yanga Singidaan FA. habari katika kurasa za ratiba uchaguzi SRT rati hadharani habari katika kurasa za ndani za kulipa kisasi asia habari katika kurasa ishirinina tatu Tanzania, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa. Mkuu wa Shule ya Sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2025 2026. Shule ipo Songea mjini, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramiho. Masomo yataanza rasmi tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2025. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa, kwa michepuo ya PCM, PGM, PCB, PMC, CBG, EGM, HGE, EKA, HKL HGK, HGL na tahasusi zote mpya zipo. Shule ni ya bweni na kutwa na inapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa mwaka 2024, shule ilifaulisha kwa kutoa division 1178, division 296, na division 37. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Ruhuwiko au kwenye websaiti ya shule ya www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180 nyote mnaka